Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina shafina Muhammad sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu pendwa addurarul bahiyah. Hii ni fasl fi salat, hii ni fasli katika kuelezea masala ya swala, ukurasa wa 21. Ile kitabu cha jana kilikuwa kimeleta matatizo, limekiacha nimepata kitabu kipya Walaha shurutu na ina swala sharti nyingi wa arkanu na nguzo nyingi wa sunanu na suna, wa mutilatu, na suna wa mutilatu na vibatilishi wa makuruhatu na makuruhu sawa. Fa ama shurutuha na ama sharti za swala, khamsata ashara ni kumi na tano. Fa ama shurutuha ama sharti za swala ni khamsata ashara ni kumi na tano. Ahaduha sharti ya kwanza alislamu

ni kutoitakidi faradhi yote miongoni mwa faradhi zake kuwa ni ni sunna sunna. Saadisuha atwahara, kutwarika anil hadathi al akbaru al asghari, kutwarika kuepukana hadathi kubwa na hadathi ndogo, hadathi ndogo sabimu haya sabake anin najasati, kutwarika na najsi fi thawbi wal badani wal makan, katika nguo na kiwiliwili na mahali

kutopita nguzo kauliyun ya vitendo kapita maasha ki pamoja na shaka fi niyyati taharumi katika nia ya kuhirimia. Ile nguzo ya maneno, ya, ya, ya, ya ya, kutopita rukunu kauliyun nguzo ya maneno maasha ki ikapita pamoja na shaka fi niyyati taharumi katika nia ya kuhirimia Allah alla, yualika asitundike yule mwenye kufli, asitundike katuaha kuikata swala, asitundike ala shay'in, ya kitu chochote, labda na swali, lakini akijamudili hapo, mimi nakata swala, twendezetu kwenye oda, naelewa au yataraddada au akazingazinga fi katiha katika kuikata swala, au yataraddada au akazingazinga fi katiha katika kuikata swala wa markanuha na ama nguzo za swala fasabuata ashara ni kumi na saba. wa ama arkanuha, ama nguzo za swala fa sabuata ashara ni nguzo kumi na saba ahaduha niya, moja yao ni kunia, waajibu fiha kasdu fi nafli mutlaki, waajibu fiha kutakusudia kutapasa ndani yake kasdun, kukusudia fi nafli mutlaki, katika sunna iliyotwalikiwa iliyotwalikiwa sawa wa maatain itapasa, umeelewa? Pamoja na kuainisha nia na kuainisha hii suna mutlak, ni kukusudia tu swali suna basi naswali suna basi, na kuainisha chochote, lakini itapasa maataini fi dhi wakti au sababi, katika suna ambayo ina wakati wake maalumu. Mfano tarawehe ni baada ya isha usiku, kuswali tarawehe adhuhuri au baada ya nini ya asubuhi, umeelewa? Wa maniyati, <coughs> utanuia pamoja na nia, faridhia nia ya ufaradhi, fi fardi katika swala za faradhi eh. Thaminuha yananiake takbirat, lihrami ni takbira ya kuhirimia, makuruna yenye kukutanizwa binia pamoja na thalithuha alkiyamu lilkadiri alayhi ni kisimamo kwa mwenye kuweza kusimama. Rabiuha qiraatul fatiha ni kusoma suratul fatiha.

atumanina tu fihi ni kujituliza ndani yake. Asalith ashar atashahud alakhir ni tashahudi ya mwisho. Arabi ashar alquudu fihi ni kitako ndani yake. Alhamis ashar alsalatu ala nabii ni kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama fihi asadis ashar ataslimatu lula ni kutoa salamu kwa kwanza. Asabi ashar atartibu ni mpangilio wa amma ma na amma, mambo ambayo yuftilu swalata, yatabatilisha swala, fa huwa taruku shariki, fa huwa taruku sharti ko, ni kuacha sharti, mina shuruti, katika sharti. Wa amma ma na amma, mambo ambayo yuftilu swalata, yatabatilisha swala, yatayaribu swala, fa huwa taruku sharti ko, ni kuacha sharti, mina shuruti, miongoni mwa sharti, au taruku rukun ni, au kuacha nguzo, mina al arkani al mara, miongoni mwa nguzo zilizopita Qala fi zubad, amesema Sheikh Ahmad Arrasilani katika kitabu chake Azzubad az wayubtilu swalata, hubatilisha swala, huaribu swala. Tarku ruknin, kuwacha nguzo au fawatu shartin au kufutu shartin, min shuruti, miongoni mwa sharti kadimadau ambazo zimepita. Wama sunanuha fakathiratun, na ama suna zake ni nyingi mno wa ama sunanuha na ama suna zake fakathiratu ni nyingi mno. Minha ma hiya khariju swala kuna ile ambayo iko nje ya swala, wa huwa al adhan na ni adhana, wal iqama na iqama, war rawatib na rawatib, min salawati katika swala, wa yathinani nazo ni mbili, wa yathinatani wa 20 raka nazo ni 20 ngapi, raka 22 raka nazo ni 20 Ashuru mina hakumi katika azo muakadatu zinakokotezwa mno, zina imizwa mno wa yarakatani kabla subhi wa rakatani kabla, kabla dhuhri wa rakatani baada wa rakatani baada al-maghrib wa rakatani baada al-isha wa 12 na 12, ghairu muakada si zenye kukokotezwa azina lazima sana wa yarakatani kabla dhuhri raka mbili kabla dhuhuri, wa rakatani baada na raka mbili baada ya dhuhri ziada tan ukazidisha alal muakkadat juu ya zile zilizokokotezwa, wewe ukaongeza, wanaelewa? Lakini wa arbaun, na raka nne kabla al asiri, wa rakaatani baada al bahari, na raka mbili baada al mari, wa rakaatani kabla al ishai, kabla al isha, wa amal witru, na ama swala witri, fa huwa sunnatu mustaqilla, ni sunna iliyokwekeka. Wa fa huwa sunnatu mustaqilla, ni sunna iliyokwekeka waakaluhu na uchache wake rak'atu ni rakaa moja, wa aktharuhu na wingi wake ihda ashara ni rakaa kumi na moja. so, sawa wa adna al kamal na chini ya ukamilifu thalath rak'ati ni rakaa tatu. Waminasunani na kuna miongoni mwa suna ma zile ambazo wa mandubun zinasuniwa matulubun zenye kutakwa mno fi swalati katika swala. Wa huwa kisma, hizo ni mafungu mawili, ab'adhu na hay'atu. Wal ula ab'adhu sab'a atashahudu al awwal ni, ni tashahudi ya mwanzo. Wa kuudu huna kita wa na kitako chake. Wa swalatu ala nabii swallallahu alaihi wasallam fihi, na swalatu ala nabii swallallahu alaihi wasallam ndani yake

na kitakapoachwa minha katika hivyo shay'un kitu chochote, chubira kitaungwa, bisujudi sawi kwa sijida tusawi e? wa niyya tu kathira, na hizi nia ni nyingi, sawa au. Wa thania wa thania, na ili kundi la pili, kathira tu macho. Jamani, enda niombe ni Mungu. Wa thania, na kundi la pili, kathira tu ni sunna nyingi, minha ambazo ni nini? Hizo ni haiatu vipambo vile raf'u al yadaini ni kuianyuja mikono miwili fi arbaati mawadi, katika sehemu nne. Wawadu al-yamin ala al shimal, kuweka juu mkono wa kume juu wa kushoto, hivi wengine wafunga swala hivi hivi, jamani, hivi sawa. Wa dua wal iftitah, na dua wal iftitah, wa ta'awud, na kusoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim kabla al fatiha, wa ta'min, na kuitikia amina baada al fatiha, baada al fatiha, wa surah na kusoma sura baada taamin, baada ya kuitikia nini amin. Waljaharu bilqiraa, na kudhihirisha kisomo. Walisiraru biha, na kufanya siri fi mahaliha, katika mahali mao. Watakbiratu lintikalat, na takbira zile za za intikalati za maguru, takbira za maguru. Watasbihatu rukui, na tasbihi za rukui wasujud, na za sujudi. Wa kaulu sami allahu liman hamidahu Amesikia Mwenyezi Mungu limani kumsikia yule ambaye hamidahu amemsifu eh? wa adhul yadaina na kuaika mikono miwili ala alfakhidhain yumpa jamawili fi julusi katika kitako wayabsutul yusra na akakundua mguu wa kushoto, wayakibdhulyumna akakunja wayabsutulyusra wayak, maelewa akautandika mkono ule wa kushoto Wayuk ibiu lyumna akavikunja vidole vyote vya mgono wa kuume ila lmusabah, isipokuwa kidole cha tasbihi. waliiftirashu na kukaa iftirashu, fi jamii ljalasati, katika vitako vyote, vyote. watawaruku na kukalia tako, fi ljalsati akhira, katika kitako cha mwisho. wa taslima tu thania, na kutoa salamu ya pili. sawa so, waidha turika minha shay'un, na kitakapoachwa miongoni mwavyo kitu chochote. La yajuzu bisujudi sawi auayuba, hakitaungwa bisujudi sawi pamoja na sijida tusawi. Hakuna abu abualu zinaungwa na sijida tusawi sawi, lakini haiati vipambo hivi aviungwi na sijida tusawi eh. Wa ama makruhatuha, na ama makruhu ya swala sawa fajalu ya daihi ni kuijalia, ni kuiweka mikono yake miwili fika mbili katika mikono yake ya kanzu, hivi vimeweka hivi. Umeelewa? inda tahadhumi hii, zamani za kuirimia kwake wa rukuihi wasujudi, hii ku, ku, kuilimia kwake na, na kusujudu kwake. Waltifatu ndani ya swala, wageuka geuka biwajii kwa uso wake, mara angalia huku, mara angalia kule, mara huku, maelewa? hizo ni makuruu yote eh? wajaha na kudhihirisha kisomo bi mahali siri, mahala pa kuficha kisomo. Waaksuhu na kinyume chake, ni adhuhuri watu wa sauti. idha waqa'ati alwaqa'a... Hey baba, hey, wewe uko wapi? Waktisaru na kufupiliza, waisrau na kufanya haraka, wa, wa, wa katru wa nadharu ila samaa, wa nadharu na kutazama ila samaa mbinguni, ni makuruhu yote hivyo. Watagamidu basari na kufumba jicho. Watahamigu basari na kufumba jicho, inghafa, wararan, akiogopa madhara, maelewa waogopa roba madhara, kuna mavumbi kuna nini, usifumbe jicho, angalia kama katika swala sawa. Watahamigu basari na kufumba jicho, inghafa, endapo ataogopa wararan, madhara wabasku amaman wayamina na kutemamate kuumeni kwake au mbele yake sawa. Wakashfu rasi na kukiacha kitupu kichwa pasi na kofia au mtandio, kusali mwanamke ni haram kabisa. ni salatu waswalatu bimudafati hadathi, na kuswali pamoja na kusukumana na hadathi. Wa salatu na kuswali bimudafati hadathi pamoja na kusukumana na hadathi wa bimakbara na kuswali kuswali makaburini. Wamaliza kuswali wa ya mwisho mstari mmoja tu. Yambaghi inatakana anyadghula swala hata kuingia mtu kwenye swala bina shatini, pamoja na uchangamfu wa farahi kalmi na kupekeka moyo wa hushu'i na unyenyekevu, watadaburi na kuzingatia, watadaburi kiraha na kuzingatia kisomo waidamati nadhari na kudumu kutazama mahala sujudi, mahala sujudi pala mahala anaposujudi sawa. Waidamati na kudumisha nadhari mahali sujudihi, kudumisha pale mahala pa kusujudi kwake, adumishi kuangalia pale tu, sio huku wala huku, ni makuruhu hivyo. Inshallah, Mwenyezi Mungu atuwafikishe kutenda kheri na tuati nyingi. Kwa leo tutasimama hapa, au kwa mwezi wa Ramadhani tutasimama hapa.